Umewahi kuhisi ule uchungu wa kudharauliwa, ule wakati ambapo mtu uliyempenda na kumpa kila kitu anaamua kuondoka maishani mwako na kukufanya uhisi hauna thamani? Najua inauma, unahisi unataka kulipiza kisasi, unataka wajue kosa walilofanya. Lakini sikiliza, nikwambie kitu kisasi bora kabisa sio kuwatukana, sio kuwapostia vijembe mtandaoni, wala sio kuwaomba warudi. Kisasi kikubwa zaidi duniani ni kubadilika. Ni kufika levo ambayo wanakuangalia na kujiuliza, huyu ndiye yule niliyemwacha? Leo sitakufundisha jinsi ya kuwafanya warudi, hiyo ni levo ya chini sana. Leo nitakupa mbinu saba za kisaikolojia hatari na zenye nguvu, ambazo zitabadilisha dynamics za mchezo mzima. Mbinu hizi zitamfanya yeyote aliyekupoteza ahisi maumivu ya majuto ambayo hayapoi, na pointi ya saba, hiyo ndiyo silaha ya maangamizi. Ukifika hapo hata kama walikuwa na kiburi kiasi gani, lazima watafute namba yako. Kaa nami hadi mwisho, kwa sababu leo tunarudisha nguvu mikononi mwako. Kabla hatujaingia ndani, kama wewe ni mpya hapa na unataka kujenga thamani yako, kuwa high value person na kutawala saikolojia ya mahusiano gonga hiyo subscribe button na uwashe kengele hapa. Tunajenga watu imara, sio watu wa kulialia. Twende kazi. Namba moja, the power of silence, nguvu ya ukimya. Kosa la kwanza ambalo watu wengi hufanya wanapoachwa au wanapopuuzwa ni kelele. Unatuma meseji ndefu, unapiga simu, huku unalia, unauliza kwa nini umenifanyia hivi. Kisaikolojia, unapofanya hivi, unamthibitishia huyo mtu kuwa yeye ndiye tuzo, the prize. Unampa uhakika kuwa bado unamhitaji. Sasa sikiliza, saikolojia ya the power of silence, au kwa lugha nyingine radio silence iko hivi: mwanadamu anaogopa kitu asichokijua. Unapopotea ghafla, haumtafuti, haumuulizi, hauonekani, ukilia, unaunda ombwe Vacuum. Kwa nini hii inafanya wajute? Kwa sababu unawanyima validation. Walitarajia utahangaika lakini, ukimya wako unawafanya wajiulize, je, huyu mtu alinipenda kweli au nilikuwa najidanganya? Na hakuna kitu kinauma kama kujua uliyemwacha anaendelea na maisha freshi bila wewe. Namba 2, the glow up, kuongeza thamani ya muonekano. Hii sio tu kuhusu kwenda gym ili upote mwili mzuri, ingawa hiyo ni sehemu yake. Hii inahusu kubadilisha aura yako. Badilisha style ya nywele, vaa nguo ambazo zinakutoa vizuri, anza kutembea na posture ya kujiamini. Unajua kwa nini hii inafanya wajute? Kwa sababu inagusa kitu kinaitwa fear of missing out, FOMO. Wanapokuona ukipendeza kuliko wakati mpo wote, ubongo wao unatafsiri kuwa, kumbe nilikuwa na mzuia kung'aa, kumbe mimi ndiye nilikuwa tatizo. Unapong'aa unakuwa marketable na kisaikolojia kitu ambacho kinaonekana kizuri na kinatamaniwa na wengine, thamani yake hupanda maradufu. Fanya wakuone na wajisikie vibaya kwamba hawana tena access na hiyo version mpya yako. Namba 3: udhibiti wa hisia, emotional stoicism. Hii ni ngumu, lakini ndiyo inayotofautisha watoto na watu wazima, kutoyumbishwa na hisia. Kawaida, mtu akikukosea au kukuacha anatarajia uwe na hasira uwe na huzuni au kupost vijembe subliminal posts WhatsApp status. Usifanye hivyo. Unapopost nyimbo za huzuni, unawataarifa kuwa wamekuharigu. Unapowatukana, unawataarifa kuwa bado wana nafasi kichwani mwako. Wakikuona hauna reaction yoyote, hauna furaha iliyopitiliza wala huzuni, unawachanganya. Wanajiuliza, hivi huyu mtu hana moyo? Kutojali indifference ndiyo kinyume cha mapenzi, siyo chuki. Ukionyesha indifference unawashusha thamani kutoka kuwa mtu muhimu hadi kuwa mtu asiyejulikana. Hapo ndipo majuto yanaanza, maana wanagundua hawana tena remote control ya hisia zako. Namba nne, the scarcity principle, kanuni ya uhaba. Uchumi unasema supply ikiwa kubwa, demand inashuka. Supply ikiwa ndogo demand inapanda. Wakati mpo moja labda, ulikuwa unapatikana muda wote, ukipigiwa unapokea, ukitumiwa message unajibu sekunde hiyo hiyo. Sasa mambo yamebadilika, lazima uwe adimu. Ukiwa adimu, thamani yako inapanda. Hii inamaanisha nini kivitendo? Usiwe unapatikana kila sehemu wanayotegemea kukuona. Punguza muda wako mitandaoni. Usiwe mtu wa ku reply comment zao au za marafiki zao haraka. Fanya wahisi pengo la kutokuwepo kwako. Hapo ndipo akili zao zitaanza kurewind na kukumbuka mema yako, na hapo ndipo majuto yanaanza kupenyeza. Namba tano, social proof, ushahidi wa kijamii hii. Ni psychological hack ambayo inatumiwa sana na fanyabiashara, lakini inafanya kazi sana kwenye mahusiano. Mwanadamu ana tabia ya kutaka kile ambacho watu wengine wanakitamani au kukifurahia ili kumfanya mtu ajute kukupoteza, lazima aone kwa society inakukubali. Toka nje, kutana na watu wapya, piga picha ukiwa una furaha na makundi mapya ya watu. Si lazima wawe wapenzi, hata marafiki wa kimaendeleo. Akikuona una hang out na watu wenye hadhi, watu wenye akili, au watu wanaokuheshimu, inamtuma meseji kwenye subconscious mind yake: watu hawa wote wanamuona yeye ni wa thamani. Mimi nilishindwaje kuliona hilo? Kumbuka, hatushindani na mtu, tunaishi maisha yetu. Lakini kuishi maisha yako na furaha mbele ya macho ya wengine ni uthibitisho tosha kuwa wewe si bidhaa iliyoharibika. Namba sita: kuwa na kusudi kubwa, high value purpose. Hakuna kitu kinachomfanya mtu ajute kumwacha mtu mwingine kama kumwona huyo mtu akifanikiwa kimaisha wakati wao wanategemea. Utakaa chini ulipie kisasi au ulie? Wewe unaweka nguvu zako kwenye kazi yako, masomo yako, au biashara yako. Success is the best revenge. Mafanikio hayana kelele. Fikiria hivi. Miezi sita ijayo, wanakusikia umetajwa mahali au umepata promotion au umenunua gari au umepiga hatua kubwa. Watajuta kwa sababu watajiona wamepoteza mwekezaji. Walikuacha ukiwa hauna kitu au ukiwa wa kawaida. Sasa wewe ni asset. Watu hawajutii kupoteza watu wanaowapenda tu, wanajuta zaidi kupoteza watu ambao wangeweza kubadilisha maisha yao. Na sasa tunafika kwenye pointi ya mwisho, ile ambayo nilikwambia ni silaha ya maangamizi. Namba saba furaha halisi isiyoigizwa, genuine happiness. Unajua kwa nini hii inauma zaidi? Kwa sababu ego ya mtu aliyekuacha inamwambia kuwa hataweza kuwa na furaha bila mimi Wanataka uwe miserable, wanataka uhisi dunia imesimama. Lakini siku wakigundua kuwa unacheka kutoka moyo, una amani ya kweli, na hauwawazi tena, hiyo inawavunja. Inawaonyesha kuwa wao hawakuwa chanzo cha furaha yako, walikuwa nyongeza tu. Na ukishafikia hatua ya kuwa na furaha peke yako, unakuwa unstoppable. Hauwezi kurudiana na mtu kwa sababu ya upweke, bali kwa sababu unataka. Hii inawapa majuto ya kudumu kwa sababu wanajua wamepoteza mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kujitegemea kihisia, wamepoteza mtu strong. Rafiki yangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Hizi mbinu saba sio za kukufanya uwe mwigaaji, ni za kukufanya uwe bora. Lengo sio kumuumiza yeye, lengo ni kujiponya wewe. Na katika kujiponya huko na kupanda thamani, majuto kwao yanakuwa matokeo yasiyoepukika, inevitable byproduct. Kama umepitia maumivu ya kuachwa au kudharauliwa, andika kwenye comments chini neno nazaliwa upya. Twende sawa, nataka nione jeshi la watu wangapi wako tayari kubadilisha maumivu kuwa nguvu. Asante kwa kutazama na kunipa muda wako, tukutane kwenye video ijayo. Peace.